Tuko baharini, kazi yetu ni uvuvi au kazi yetu kucheza mpira? Sio kuchagua yoyote, atakayekuja sisi tutaruka naye, yoyote hatuna timu sisi ngeni kwetu katika mashindano haya. Malengo ya Simba mwaka kucheza finali inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na jitihada za wachezaji wetu na namna ambavyo mashabiki wanajitolea kuja kuisupport timu yetu, mimi naamini tutakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Ah, yeah. uh, pila budani bila budani eh bila simba limewapeleka mwapeleka robo pira. fainali nani ligi ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, ligi ya makundi klabu bingwa barani Afrika Sawa, ni kama vile mashabiki I mean, ni kama vile rotation imefanyika lakini, uh, kiasi fulani leo haijacheza vizuri. Kisugu, umeionaje? Ah, siwezi kukataa kwa muono wako, lakini kwangu timu imecheza vizuri shindala, pointu, Kikubatu, kwa sababu katika mashindano yao tutafuti point wala tutafuti magoli kikubwa, tunatafuta kwamba timu kokolfai, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na mi lazima niseme eh? Moja katika mechi ambayo wana Simba wamekuja bila pressure ni mechi hii. Hususan katika mashindano ya klabu bingo barani Afrika. Leo ukisema simama kwenye kumbukumbu nzuri, utaona namna ambavyo Simba na qualify, watu na qualify jasho na damu inatoka katika uwanja wa Benjamin. Lakini leo kila mwana Simba anatoka nyumbani kwake, alijua kabisa anakwenda kuli-relax, anakuja kuangalia timu yake tayari imesha qualify katika mashindano ya shirikisho la klabu bingo barani Afrika. Kwa sababu siku zote lazima nikiri na lazima niseme moja katika timu ambayo wageni napitiaga njia ngumu sana ni Simba Sports. Kila mmoja anakumbuka Nkana Red Devils ya Zambia, tunatoka kule tunafungwa mbili moja, tunakuja katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Dakika ya kumi na nne Baria anapokea pasi kutoka kwa Chisara, aggregate tatu moja. Jonas, Gerard Mkude anaweka katikati, ndugu yangu Medi Kagere anaweka katikati, awe ni kabisa kiza kinaingia kumbukumbu kumbu, na AC Vita ile ya moto. Simba kwanza amekuja kutengenezea kutuondosha pressure. Mashabiki wa Simba mimi naamini wameridhia kuiona timu yao inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Pengine uh, hii sare ambayo mmeipata na zile goli tatu ambazo mlishinda mkiwa ugenini ni kwamba mlibahatisha kisugu. Siku zote kuna mawe mechi nyumbani na mechi kuna ugenini. Meneja Pante Evo alikwenda kuimaliza mechi ugenini. Alipopata goli tatu amekuja kuitengeneza timu yake ku relax kuzuia kuna namna ambavyo tunatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Besa lazima niseme tume enjoy tumefurahi kuiona timu yetu imefuzu kuelekea katika ligi ya makundi. Target ya Simba mwaka huu ni kucheza finali ya klabu bingwa barani. Hatua yes, ya kwanza tumeshaanza, na sisi ni kabu bora, ni kabu ya tano kwa bora kwenye bara nini Afrika mfumo wenu hivi. Ndio maana hata leo hawakutoka, Simba ndio amekwenda leo leo, singizini leo singizini, si singizi, hawakutoka. Maana yake kutoka Simba kutokuendelea, tafsiri vizuri shehe Yeah. Unapozungumzia kwa Mkapa utoki, maana yake tunapata matokeo, Simba nasonga nini mbele, tumepata matokeo tukupata na mm. Mbali na hivyo lakini, kuna baadhi ya wachezaji viungo vyao vimeonekana kuwa na up and down za kutosha, kama Elim Panzo anazungumzwa sana. Kisugu, wacha wazungumze, ni uhuru, kila mmoja anazungumza kile ambacho alichokiona, hatuwakatazi. Ndo maana mshabiki, kazi yake kufanyaje? Kuzungumza mm. Lakini mi naamini wachezaji wa Simba wote wamefanya vizuri moja uzuri wake wameivusha Simba kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Besa, ngoja nikwambia kitu kidogo sana leo. Mashindano haya baada ya kusha, maana yake Simba ku qualify hakuna ten. Tebo inaonyesha Simba na magori matatu na pointi sita, kuna nini? Tebo yote inaonyesha Simba kwamba na magori sita na ngapi na pointi sita. Tunachotafuta ni kufuzu. Timu imefanyaje sisi? Tumefuzu kihalali, kuna watu wamezurumu, wekataa na nikadhurumu chumvi kataa, au kwa sababu umebadilika sasa hivi? Na wewe e <gay> <gay> <gay> <Kibadilika>, eh, <sikin. gay> we mwonea sasa hivi kile kifua kikubwa <gay> <gay> yeah, <gay> hey, nani nani Yanga eh hey, vyuma Yanga amedhulumu nini jana? <gay> aliangalia mpira, ameona goli ambalo limekataliwa Silverstani. Goli safi ni goli halali, goli ambalo limefungwa mapema. Hakuna mtu mwenye akili timamu akakataa dakika kumi na sita. Mzungumzeni hii timu iliyozulumu. Vipi waandishi nyinyi mnakaa mnaangalia timu ambayo imekwalifai kihalali? Ni mjue kwamba Yanga imezulumu. Na ukitaka kujua kwamba Yanga imezulumu, kama angalia dube ya kulia. Eh? Kajua ne? Kabisa katika nafsi yake tumezulumu. Ndio sababu hiyo. Ndio, mimi nimeongea naye kwenye simu. Mimi nimeongea naye. Yes, kanambia kaka, ushindi kweli tumeshinda lakini tumezulumu na ndio maana mimi nimelia. Eh, amelia zuluma. Yes, wamezulumu. Nawapongeza Azam wamekwalifai kwa halali. Wame survive takriban miaka 21 22. Wamekwenda robo for nani club stage, shirikisho, hongera yao. Singida Big Star wamejitahidi hivi mbana. Wote wale mtala wamekwalifai, hongera yao. Lakini siwezi kuwapongeza watu waliozulumu. Siwezi. Nisiwe siwe mnafiki mbele ya kamera. Wale wote wamezulumu. Wamekataliwa goli. Silver Star, mwandishi gani wa habari anayejua mpira akalikataa lile goli? Wewe kataa. Sisi sijaona lazima usiuone kwa sababu ulijua kuna dhuluma utaamua <laughs> kuzima <na> TV. <laughs> Yes, sisi tuko baharini? kazi yetu ni uvuvi au kazi yetu kucheza mpira? Sio kuchagua yoyote, atakayekuja situaruka naye yoyote, hatuna timu sisi ngeni kwetu katika mashindano haya. Malengo ya Simba mwaka huu kucheza fainali inshallah. kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na jitihada za wachezaji wetu na namna ambavyo mashabiki wanajitolea kuja kuisapoti timu yetu mi naamini tutakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa bwana Afrika. Yes, hatujapata hela, lakini tumekualify. Kuna watu wamepata hela ya kuzurumu, na nitaisema mpaka dunia ishe kwa sababu Mungu ameumba pea, ameumba usiku, ameumba ame na nini mchana, ameumba halali na ameumba zuruma. Wao wamezurumu, mimi siseme wamezurumu. Nasikia anabaki anasajiliwa Nitafute kesho A, kesho, <laughs> akoni, kesho Kato nitafute waleisha. Kesho nitafute, nilisema kuna timu inaingiza mashabiki bure ya kuingiza, yuko kiongozi alibaki siku tatu Malawi, kuzungumza na Uchizi Vunga, aje kwenye in Dar es Salaam Afrika si atakuja, na ndio maana jana performance imeshuka, mambo mengi <laughs> mjini hapo bana. Kisugu, tumalize na hili. Musa Pinpin Kamara anaendelea kwa majeraha majeruhi lakini mrithi wake kwa sasa hivi Yakubu Suleiman ameendelea kuondoka nafasi ya golikipa msimu huu, mtaamua kwenda na nani sasa, maana ushindani unaonyeshwa na mrithi huyu Yakubu, ni kama mnamsahau Kamara sasa hivi. Jambo nani anacheza, nani hachezi, nafikiri bado inabaki kwa kwa manager pale, kila mmoja anajua Kamara ana injury. Kikubwa ma, wana simba tunasimama kwenye dua na sara tunamwombea aweze kupona ili kuona namna ambavyo anakuja kuipambania timu, timu yake. Lakini Yakubu Suleiman ni goalkeeper mzuri, ni goalkeeper ambaye tunamwamini, na leo ukimzungumzia Yakubu Suleiman unakwenda kwenda kumzungumzia Tanzania wani. Nafikiri kila mmoja anafanyaje, anajua taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu, ukija katika upande wa football, mchezaji ambaye namba moja goalkeeping Yakubu Suleiman. Wale wanapokaa golini, mashabiki wa Simba wanakuwa na pressure, wanajua ni mtu sahihi ambaye alofanyaje, alokaa golini. Kwa hiyo tuendelea kumwombea Musa Pimpin Kamara aweze kurejea katika hali yake inshallah. Imani hey, mda si mrefu atarejea, atakuja kuungana na wenzake ili kuhakikisha anakuja kupambana na timu inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani.